Tunashukuru tumemaliza salamu. Mechi imeisha. Hayo mengine tutazungumzia wakati utakapofika. Zungumziaje kwa namna ambavyo simotazama mchezo huu, nyinyi kama Simba mna matumaini gani na next match? Nimesema kwamba hayo tutayazungumzia wakati ukifika. Kwa sasa tumemaliza mchezo huu, tunashukuru kwamba tumecheza mechi 29 9 mm -hmm. kwa bahati mbaya tu kwamba leo tumeona kwamba mchezo ulikuwa aina tofauti kidogo, wachezaji wetu wengi wamekua, wamepata serious injuries mm kwa hiyo -hmm. tutatoa taarifa baadaye nini ambacho kitafanyika. Ushindani mbele ya Kagera Sugar leo hii unauzungumziaje? Pia ni mpira wa miguu, kila timu inakuja ikiwa imejiandaa. Tumecheza nao tumewafunga basi, tumemaliza mchezo, tunaangalia mengine yanayokuja kwa wanasimba, waamini, uh, maandalizi yako vizuri kuelekea mchezo ujao? Sisi tulifanya maandalizi tangu mwanzo wa ligi, kwa hiyo na sasa tunaelekea mwishoni. Habari ya maandalizi ya mechi fulani, hiyo hatuwezi kuisema sasa, tutasema wakati ukifika wakati ukifika. Wakati upi? Imesalia takriban siku mbili, pengine kesho au kesho, kesho kutwa ndio mtazungumza sasa? Itakuwa hamna haja ya mie kusema kwamba, tutazungumza wakati ukifika. Yes. Wewe unataka kujua na wakati. Asanteni sana. Wanapata na wasiwasi, wanasema wanategemea nani. Ambaye ana wasiwasi? Mashabiki na wadau, mashabiki wa Simba wana wasiwasi ukimwona mtu ana wasiwasi, huye sio mshabiki wa Simba, atakuwa mshabiki wa timu nyingine. Mwenyekiti? Eh, amejipaka rangi Naam. Kwa siku za karibuni mashabiki wa Simba wameonekana kwenye maeneo tofauti wakisema kwamba mchezo huu wa leo ndio mchezo wa mwisho kwa klabu yao, nyinyi kama viongozi mna lipi la kusema juu ya kauli hizi za mashabiki? Kwanza sijawaona, lakini maoni, mtu anaweza kaona hata sukari sitamu akaona chungu. Kwa hiyo ni ma mambo ya kawaida tu. Tutapokea maoni na tutatoa taarifa. Asante sana. Nadhani utakuwa ni mechi ya ina ina, ina special gani kwa kuwa mnakwenda kukutana na mtani wenu ikiwa pia inakwenda kuamua nani anakuwa bingwa? Sija kuelewa swali lako. Inakwenda kwa mechi yenye special namna gani kwa sababu mnakwenda kukutana na mtani wenu na hii ni ligi hii. hakuna mechi yote maalum. Inakwenda kuamua nani atakuwa bingwa. Yani mechi, mechi zote za ligi ni sawa na hakuna umaalumu wowote na msiwatie wasiwasi na kuwajaza maneno washabiki wa Simba Mshabiki yoyote wa Simba atasimama na timu yake. Ukimwona anazungumza kitu chochote against Simba, huyo ametumika au ametumwa. Asanteni sana.